Ikiwa ni siku ya pili ya mwezi wa kumi, Mwananchi Digital tunaendelea kukuhabarisha juu ya mzozo unaoendelea kati ya Israeli na Gaza. Jeshi la Israeli limekamata meli 20 kati ya ishirini na tatu za msafara wa misaada ya kibinadamu wa Global Sumud Flotilla zilizokuwa zikielekea ukanda wa Gaza. Lilikuwemo kundi la wanaharakati wakiwemo Greta Thunberg na wenzake zaidi ya 500 kutoka mataifa mbalimbali mbali. Kwa mujibu wa taarifa ya GSF meli hizo zilikuwa zikijaribu kuvunja mzingiro wa miaka kumi na nane wa Israel dhidi ya Gaza kwa kupeleka msaada wa chakula, maji na dawa moja kwa moja kwa raia. Hata hivyo, Israel ilizizuia zikiwa umbali wa maili sabini kutoka pwani ya Gaza, ikizishutumu kwa kutaka kuchochea hali badala ya kutoa msaada wa kweli. Israel imethibitisha kuwa wanaharakati hao wako salama na watarudishwa Ulaya baada ya kuhojiwa. Katika taarifa yake, GSF ilidai kuwa baadhi ya meli zilishambuliwa na maji yenye nguvu na hata kugongwa kimakusudi, ingawa hakuna aliyeripotiwa kujeruhiwa. Greta Thunberg, ambaye ni maarufu kwa harakati za mazingira, tayari alikuwa amekamatwa mwezi Juni mwaka huu kwa jaribio kama hilo. Msafara huo ulianza safari yake mwishoni mwa Agosti kutoka Barcelona na baadaye kuunganishwa na meli nyingine kutoka bandari mbalimbali za Bahari ya Mediterania. Israel imedai kuwa ushahidi unaohusika na kundi la Hamas na kupanga msafara huo, madai ambayo GSF imekanusha na kuyaita propaganda. Wakati huo huo, mataifa ya Ulaya kama Ufaransa na Italia yametaka Israel kuhakikisha usalama wa wanaharakati hao huku yakitoa wito wa kuepuka matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima. Endelea ya kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.